Yuko gerezani, kesi inafanya mahakamani, hayuko pale ambapo anaweza kushauriana na wanasheria wake. Ni lazima haki ya mshtakiwa izingatiwe, lakini ukiona hata kesi yenyewe wanabishana, wanabishana. Nadhani serikali imeomba, sijui kama ni serikali imeomba kwamba kesi iendeshwe kwa mtandao, wameona sasa wanabishana na utetezi, nadhani ni nini mahakama namua in a few days time. Lakini ukiona kilichotokea ni kwamba ni kama mahakama inaanza kuingiliwa. Siku chache zilizopita, nilikuwa naangalia proceedings za Bunge, nakuta mwanasheria mkuu anazungumzia matumizi ya mtandao na kudefend matumizi yao. Hii kesi iko mahakamani, kesi iko mahakamani, mwanasheria mkuu anakwenda kuizungumzia kwenye bunge. Kisha nikamwona waziri wa mambo ya ndani na akieleza, hasa sababu kwa nini wanataka kesi hii ifanywe kwa mtandao kwa sababu kumleta Tundu Lissu kutoka Ukonga ni kama maandamano, kuna viashiria kuvunjishwa kwa hiyo, ameeleza kutetea kwa nini kesi ile iendeshwe kwa msingi, kwa mtandao. Sisi tulio toka huko nyuma, ilikuwa lazima ujizuie, kesi iko mahakamani, usizungumzie. Hata kama angeulizwa mwanasheria mkuu kama ni swala, alikuwa ameulizwa angejibu tu, hili liko mahakamani, tusizungumzie. Yamezungumzia ya. maana yake ni nini? Ni kwamba serikali inatoa pressure. Na katika hali hii ya woga inawezekana hata mahakama ikasita, na ikifanya uamuzi inawezekana watu wasia, wasiamini imefanya uamuzi ule independently, kwamba kumekuwa na pressure. Amezungumza mwanasheria mkuu, amezungumza waziri wa mambo ya ndani Mimi nasema iko huko mahakamani, ya msingi unapoendesha kesi ni kuona haki inatendeka. Kwa hiyo vyovyote vile watakavyoamua huko mahakamani itakavyoendeshwa, ionekane haki inatendeka, na haki sio upande wa serikali utaratibu wowote utakaotumika uwe ni wa haki. Serikali ipate nafasi yake, mtuhumiwa apate nafasi yake. Na sheria zetu, sijui kama zimebadilika, kwa makosa makubwa, mtu akishtakiwa, kama hana uwezo wa kwa ajili wakili, si serikali inamlipia? Lazima apate wakili, apate wakili na yule wakili awe na nafasi ya kushauriana na, na client wake kwa kesi kubwa kama hizi. Kama mshtaki mtu kwa uhaini, hujua akipatikana na hatia ananyonga. Kisha nasia huwi na utaratibu, yeye awe ndio observer, yuko gerezani kesi inafanywa mahakamani, hayuko pale ambapo anaweza kushauriana na wanasheria wake. Ni lazima haki ya mshtakiwa izingatiwe. Basi, kama mnataka kama sio mahakamani, basi mahakama iende ifanyiwe ma, magereza ili wote wao pale, lakini haya yote yanaonekana kisiasa nasema tukiendelea hivi tunaweza kuingia kwenye vurugu na